Anatokea mtu anawaambieni, si tarehe ishirini na tisa Oktoba ni siku ya kwenda kupiga kura. Na katika hili Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa, wa, wa Tanzania amewataka Waislamu siku hiyo tutoke tukapige kura. Waislamu ni Watanzania kama alivyo Mtanzania mwingine. Waislamu, nanyi mna haki ya kupiga kura, kwa sababu kupiga kura Tanzania ni haki yetu ya kikatiba. Na imetengwa kwa mujibu wa katiba, kila baada ya miaka mitano tuna haki ya kuchagua viongozi. Anatokea mtu mtandaoni, tena kwa masikitiko, hayuko Tanzania, anawahamasisheni nyie mlioko Tanzania kwamba tarehe ishirini na tisa badala ya kwenda kupiga kura tokeni kwenye maandamano. Halafu kijana wa Kiislamu hata tonge lake mkate wake hana, kijana wa Kitanzania huyu, hata mkate wake anapoupata anajua Mungu Huyu kijana anasema najiandaa na, na mimi nitatoka kitanuka siku hiyo. Wakati unasema kitanuka, jeshi la polisi linasema na sisi hatukubali. Kati yako na jeshi la polisi, nani atakuwa mshindi? Unatoka unasema unakwenda kwenye maandamano, unakutana na watu walio hapa kuilinda nchi, wanasema hauandamani. Wanatumia njia zao walizofundishwa kukuziwia usiandamane inatokea katika njia zile za kujilinda na kuhakikisha wewe hauleti fujo au haribu amani ya nchi. Mguu kocho, mwenye hasara mama yako baba yako, au yule aliyoko mtandaoni aliyokuambia ukaandamani? Akili za kuambiwa changanya na zako. Mwisho kabisa, kipo kisa kuna mnyama anaitwa dubu. Dubu ni mnyama mkubwa sana, nguvu sana. Yule mnyama alikuwa na rafiki yake, kamkuta rafiki yake ameanguka. Ya, unajua, ukianguka unatoa mate na kutoka povu linamwaika. Kuna watu pia ilo, ilo povu ni riziki yao. Kuna viumbe ni riziki yao, miongoni mwa viumbe hao ni nzi nzi wamemjaa yule mtu pale, wenyewe wanapata riski pale. Lile dubu likaamua kwenda kumwokoa rafiki yake, amemkuta kalala. Sasa tunamsaidiaje dubu? Kwa akili zake akenda akachukua jiwe kubwa sana, hawa nzi wasilete kwa rafiki yangu. Akanyanyua lile jiwe lenye kilo mia tatu, akafika anamshindilia, kwa maana anawaua yeye akidhani anamuokoa nani? rafiki yake. Sasa wewe tafakari, unadhani kumsaidia rafiki yako mpenzi wako ni staili hiyo ya dubu?